masala ya kutawalishwa Imamu Ali alaihi ssalam. Na mambo haya yalitokea katika mwezi au katika mwaka wa kumi wa Hijiri ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, katika tukio hilo la kutawazwa Aliyu bin Abi Twalib alaihi salam kuwa ni khalifa, ni tukio ambalo lilifanyika katika siku ambayo ilikuwa ni siku adhima na ni siku ambayo, kwa hali ya kawaida, mtu hawezi kusimama nje pasina kuwa na mwamvuli wala kitu chochote kuonyesha kuwa jambo lile na masala yale ni mambo adhimu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitaka yafanyike na ijulikane jambo lile ni adhimu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na bali kwa watu wote, ndugu zangu. Lakini kabla ya kuzungumzia utawala wa Ali bin Abi Twalib alayhi salam, aaa, kabla ya kuzungumzia kutawalishwa kwa Ali bin Abi Twalib alayhi salam Tujiulize, je, masala haya ya Ali ibn Abi Talib bin alayhi salam kuwa kiongozi ni jambo ambalo lilishawahi kufanywa na mitume? Ni jambo ambalo liliwahi kufanywa na mitume waliotangulia, au Muhammad sallallahu alayhi wa ali wasallam, ni yeye alikuja kujizushia, au vilevile vile so Muhammad huenda labda ni Mashia kama inavyosemekana kwa baadhi ya watu wanavyodai, ni Mashia wamekuja kuzusha utawala huu kwamba aliyoachwa na ukhalifa baada ya kuondoka mtume Muhammad kwamba ni Ali bin Abi Talib. Ni lazima tujue, ndugu zangu Waislamu, jambo hili ni kweli lilikuwa katika historia za nyuma na kama halikuwepo katika historia za nyuma mitume waliotangulia, basi huenda ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuja kulizua, au huenda sio mtume Muhammad, huenda ni mashia wenyewe wamemzushia mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam jambo hili, huenda sio kweli. Inatakiwa ndugu zangu tujue uhakika, huhakika, tusisukumwesukumwe tu na wale isiji ikawa ni maji fata mkumbo Yaani, wewe unafuata tu huyu amesema hivi, naona mfuata huyu huyu, kwa ajili shehe fulani amesema, basi na mimi nifuate kama vile shehe fulani alivyosema. Hiyo sio jambo sahihi. Kitu kinachoangaliwa ndugu zangu ni maandiko sahihi, ambayo yametoka imani mtume Muhammad alisema, au kuna maandiko ya kimungu ambayo yanazungumzia mambo haya, na wala sio kusema ustadhi alisema wala si kusema kwamba shehe fulani alisema, wala si kusema shehe mkuu alisema hivi, nami ndo nafuata. Hapana, tunaangalia katika vitabu vya Mungu. Je, kuna historia hiyo? Ndugu zangu, tumwangalie Nabiiullah ya Adamu alaihi salam, kwa sababu yeye ndio baba yetu. Adamu alaihi salam, tunakuuliza Adam, je wewe ulivyoumbwa kuna majukumu yoyote Mwenyezimungu subhanahu wataala aliyokupa ya, ku, ya kukufanya wewe ukiondoka umtawalishe mwingine awe khalifa baada yako? Tunasoma katika Qurani ndugu zangu, Adamu ye mwenyewe alikuwa ni khalifa. Mwenyezimungu subhanahu wataala anasemaje? Anasema, anasema Wa idh kala rabbuka rabuka lilmalaikati inni jailun fil ardi khalifa Kumbuka aliposema mola wako, au kumbuka aliposema mola wako, au Mwenyezi Mungu kuwaambia malaika, aliwaambiaje? aliwaambia ini jailun fil ardhi khalifa, kwamba mimi naweka katika ardhi kiongozi. Wakadai malaika qalu wakasema malaika atajalu fiha, unaweka humo katika ardhi man yufsidu fiha, atakayefanya ufasidi na uharibifu wa yasfiku dimaa, na anayekuja kumwaga damu wa nahnu nusabbihu bihamdika, hali ya kuwa sisi tunakusabihi tunakuabudia tunakufanyia kila kitu wa nuqaddisu laka, na tunakutukuza kwa nini uweke kiongozi mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasemaje? akasema inni aalamu mala taalamun, kumbe mimi najua msio yajua, kuna mambo mengi najua msio yajua. Kwa hiyo tunaona ndugu zangu, kwanza ukhalifa kwa mwanadamu ni kitu ambacho ni asili, kimetoka kwa baba yetu Adam. Na Yesu kwa Islam tu ndugu zangu, ukisoma katika vitabu vya wenzetu ambao tunazoea kuishi nao wa Kristo, wanazungumzia mambo kama haya kwamba Adam alayhi salam aliumbwa, ukisoma kitabu cha mwanzo 25 hadi 26 inazungumzia uumbaji wa Adam na kwamba yeye ni khalifa. Sasa tunamwona Adam alaihi salam yeye ni kiongozi, ameshapewa uongozi. Lakini baada ya Adamu alaihi salam akaishi miaka mingi, baada ya kuishi miaka hiyo mingi, ndugu zangu, mwishoni mwa umri wake akaja akamfanya mtu. Kuna kisa cha Habili na Kabili, mnajua kila mmoja alikuwa anataka au anashika madaraka baada ya baba yake, lakini mwisho wa siku, ndugu zangu, tunaona kwamba Adam alimwacha wasii au kiongozi baada yake ambaye alikuwa anaitwa Nabiyullah Shith alayhi salam. Kwa hiyo hiyo ni dalili tosha kwamba Adam baba yetu alipokuwa anakufa aliacha kiongozi, ndugu zangu. Katika kipindi kijacho tutakuja kuangalia mitume wengine. Je, waliacha viongozi au mawasii, ili na sisi tukubali kwamba Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa alimwacha Ali bnu Abi Twalib wailahuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.